Kila asubuhi mamilioni ya wa Watanzania wanaamka mapema wakikimbilia kazini, biashara na vibarua. Kila jasho linavuja kwa lengo moja tu, kupata pesa. Lakini wachache sana wanauliza swali hili, pesa ninayoipata, je, inaweza kunitengenezea pesa nyingine? Ndio maana leo tunazungumzia kitu ambacho si wengi wanakijua kwa undani, hisa. Je, yeah, hisa ni nini? Kwa lugha rahisi, hisa ni kipande cha umiliki wa kampuni. Unaponunua hisa za kampuni, unakuwa mmoja wa wamiliki wake, hata kama ni kwa asilimia ndogo sana. Fikiria kampuni kama Vodacom, NMB au TCC. Kampuni hizi zimegawanywa vipande vipande. Kila kipande kinaitwa hisa. Ukimiliki hisa elfu moja za kampuni fulani, na kampuni ina jumla ya hisa milioni kumi basi unamiliki asilimia 0.01 ya kampuni hiyo. Katika uwekezaji wa hisa kuna aina tofauti za faida. Sasa swali linakuja, unanunua hisa halafu inakuwaje? Hapo ndipo sehemu ya kuvutia inapoanza. Kwanza, unapata faida kupitia dividend, yani mgawanyo kampuni ikifanya biashara vizuri na kupata faida, inaweza kuamua kugawana sehemu ya faida hiyo kwa wamiliki wake, yaani wabia wake. Hapo ndipo dividend inapotokea. Mfano, kampuni imetangaza shilingi hamsini kwa kila hisa. Kama una hisa elfu mbili, basi utalipwa shilingi laki moja kama dividend. Aina ya pili ni faida kupitia kuongezeka kwa thamani ya hisa. Kama kampuni inakuwa kufanya vizuri au kupata umaarufu watu wengi hutaka kununua hisa zake hii huongeza bei ya hisa mfano ulinunua hisa moja kwa shilingi 500 baada ya miaka miwili bei inakuwa shilingi 1500 ukiziuza umepata faida ya shilingi elfu moja kwa kila hisa lakini je katika uwekezaji huu wa hisa mtu anawezaje kupata hasara ndiyo Mtu anaweza kupata hasara, yaani kuna faida lakini pia kuna hasara. Hisa si biashara ya uhakika. Kama kampuni inafanya vibaya, faida inapungua na bei ya hisa inashuka. Hapa nitakuelekeza njia ambazo zinaweza kupoteza pesa katika soko lako la hisa. Njia ya kwanza ni bei ya hisa kushuka. Ukinunua hisa kwa shilingi 1000 na bei ishuke hadi shilingi mia nne ukihitaji kuuza unapoteza shilingi 600 kwa kila hisa. Njia ya pili ni kampuni ikifilisika, hisa zako zinaweza kuwa hazina thamani kabisa. Na njia ya tatu ni mabadiliko ya soko, siasa, sera, hali ya uchumi pia inaweza kuathiri bei za hisa. Je, unaweza kuwekeza hisa ukiwa hapa Tanzania? Ndiyo, unaweza kuwekeza hisa ukiwa hapa hapa Tanzania. Ni rahisi sana kuliko watu wanavyofikiria, na hizi ni hatua kadhaa tu za kuweza kuanza kuwekeza katika hisa. Hatua ya kwanza ni kufungua akaunti ya CDS, yaani central depository system. Hii ni akaunti ya kuhifadhi hisa zako, hufunguliwa kupitia mtoa wa huduma kama benki ya NMB na CRDB, pia mawakala waliothibitishwa na DSC, yaani soko la hisa la Dar es Salaam. Hatua ya pili ni kupata mwakala au msajili wao hukusaidia kununua na kuuza hisa. Huwezi kufanya hivyo moja kwa moja bila kupitia kwa wakala. Hatua ya tatu ni kuchagua kampuni ya kuwekeza nayo. Unaweza kuona orodha ya kampuni zilizoorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange yani DSE. Ili kuingia katika tovuti yao nimekuwekea link katika description. Sasa cha kufanya wakati unanunua hisa ni hiki: kwanza, angalia historia ya faida ya kampuni Vilevile vile angalia dividend wanazolipa, na tatu angalia sekta kama ni benki, viwanda au mawasiliano. Baada ya hapo, unaweza kununua hisa. Unaweza kuanza na kiasi kidogo tu, baadhi ya kampuni zinauza hisa kwa shilingi 500 hadi 1000. Ukishanunua unazimiliki kupitia akaunti yako ya CDS. Na leo nimekuandalia misingi mitano ya kuwa mwekezaji katika hisa. Hatua ya kwanza, anza mapema hata kwa kidogo. Hatua ya pili, uwe na subira. Soko linapanda na kushuka. Hatua ya tatu, jifunze kila mara. Soma, sikiliza, angalia. Hatua ya nne, usiweke pesa yote sehemu moja. Na hatua ya tano, wekeza kwenye lengo la muda mrefu, miaka mitano au zaidi. Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba uwekezaji wa hisa sio njia ya utajiri wa usiku mmoja, lakini ni njia ya uhakika ya kujenga utajiri wa muda mrefu, utajiri wa kweli. Tofauti kati ya mtu anayebaki maskini na yule anayevuka mipaka sio mshahara, ni maamuzi. Anza na kile kidogo ulicho nacho, kwa sababu kiasi kidogo kilichowekezwa kwa busara kina nguvu kuliko kiasi kikubwa kilichopotea kwa tamaa.